Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 8 Desemba, kanisa linafanya sherehe ya Bikira Maria kukingiwa dhambi ya asili. Sherehe hii ni ya Maria Imakulata. Imakulata ni neno la Kilatini na maana yake ni asiye na doa. Tangu zamani za kale, Wakristo wengi wamesadiki kwamba Maria alikingiwa dhambi ya asili, lakini hata hivyo si wote waliosadiki kwamba hiyo ndiyo iliyokuwa hadhi yake. Mtakatifu Sirili, askofu wa Aleksandria, alilisadiki sana fumbo hilo na alieleza kama hivi: ni nani baada ya kujijengea nyumba yake nzuri, ili apate kukaa ndani yake, anathubutu kumruhusu adui yake atangulie kukaa humo? Maana yake ni kwamba Mungu alimuumba Bikira Maria na tangu milele alikuwa amemchagua awe mama yake lingekuwa jambo la ajabu kama angemruhusu shetani kukaa rohoni mwake kabla yeye mwenyewe hajafanya makao yake ndani yake. Ukweli unaokumbukwa leo ni kwamba Maria, tofauti na watu wengine wote, hakurithi dhambi ya asili wala hakutenda dhambi yoyote kwa hiari yake alipoweza kuchagua kati ya jema na baya. Hivyo tangu mwanzo wake, alipokuwamo bado tumboni mwa mamaye Ana, Maria alikuwa mtakatifu sana akimwelekea Mungu tu. Mara Maria alipotungwa tumboni mwa mamaye, Mungu aliijaza roho yake neema ya utakaso. Na hivyo Maria hakujua kabisa tamaa mbaya inayomvuta mtu atende dhambi. Hali hiyo nzuri iliwezekana kwa ajili ya mastahili ya kifo chake Yesu Kristo, ambayo Maria aliwahi kushirikishwa hata kabla Yesu hajazaliwa bado. Hivyo ni wazi kwamba kama vile wanadamu wote Maria naye aliokolewa na mwanaye Yesu, aliye Mwokozi wa watu wote kabisa. Fundisho hilo lilitangazwa kuwa nguzo ya imani yetu ya Kikatoliki mnamo tarehe 8 Desemba mwaka 1854 miaka minne baadaye, mwaka 1858 Bikira Maria alimtokea Bernadetta wa Lourdes, naye alimuuliza mwanamke mzuri aliyemuona kwenye pango Kilimani, unaitwaje? Maria alikunjua mikono yake, akaiinua juu, akaifunga tena, akasema, mimi ndimi mkingiwa dhambi ya asili. Itukuzwe damu ya Kristo milele amina watakatifu wa Afrika tarehe nane Desemba mtakatifu Makarius mtawa Misri bikira Maria mkingiwa dhambi ya